Saa kumi na moja alfajiri, alamu ya simu yako inalia. Sio mara ya kwanza kusikia sauti hiyo, na unajua vizuri inamaanisha nini. Inamaanisha umechoka, lakini huna ruhusa ya kupumzika. Inamaanisha mwili wako unakataa, lakini mahitaji yako yanakulazimisha. Unajivuta kitandani, unatazama kuta za chumba chako, na kwa sekunde chache unahisi kitu fulani kizito kifuani mwako. Sio ugonjwa, ni ukweli ambao unaogopa kuutamka unajihisi kama uko kwenye mbio mbio ambazo huzioni mwisho wake. Unakimbia ili upate pesa, unatumia pesa ili uweze kuishi, na unaishi ili urudi tena kukimbia kesho asubuhi. Wa watu wanakuita mchapakazi, jamii inakupongeza inakwambia unapambana, lakini ndani ya nafsi yako, ukiwa peke yako gizani, unajua siri moja chungu: wewe ni mtumwa. Tofauti yako na watumwa wa zamani ni moja tu wao walifungwa minyororo ya chuma miguuni, wewe umefungwa na minyororo ya madeni pamoja na mahitaji yako. Kichwani mwako umeaminishwa kuwa ukinunua simu ile, ukiwa na gari lile au ukivaa nguo zile utakuwa na thamani, lakini kila unachonunua kinakuongeza uzito wa minyororo yako. Unafanya kazi usiyoipenda ili ununue vitu usivyovihitaji ili uwafurahishe watu wasiokupenda. Hujiulizi kwa nini kila unavyoongeza juhudi ndio unavyozidi kuishiwa pumzi. Sikiliza kwa makini. Hujapotea kwa bahati mbaya. Mfumo unaokuzunguka haujaundwa ili uwe huru, haujaundwa ili uwe tajiri wa kweli. Umeundwa ili wewe uwe mtumiaji. Unahitajika uwe na hofu ya kukosa hela ili uendelee kuwa mtiifu. Leo hapa Kizani tunakwenda kupasua ukuta wa uongo uliojengwa maishani mwako. Hatuzungumzii namna ya kuokoa shilingi mia mbili Tunazungumzia namna ya kukomboa roho yako kutoka kwenye gereza hili la kisasa. Karibu kwenye upande wa pili wa sarafu, pale ambapo mwanga wa kawaida haufiki. Huu ni ukweli mchungu kuhusu pesa. Hapa ndugu, ni Kizani. Fikiria mtego wa panya. Panya haingii kwenye mtego kwa sababu anataka kufa anaingia kwa sababu anataka chakula. Kwako wewe, chakula hicho ni ile picha ya maisha mazuri uliolishwa tangu utotoni. Umeambiwa usome kwa bidii, upate kazi nzuri, uoe au uolewe, ununue kiwanja na uanze kulipa madeni. Huu ndio mchakato ambao jamii inauita mafanikio, lakini hapa Kizani tunauita kwa jina lake halisi, utumwa wa hiari. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mfumo huu unategemea kitu kimoja kikubwa: hofu yako. Hofu ya kuonekana huna thamani mbele ya marafiki zako, hofu ya kutokuwa na simu ya kisasa wakati kila mtu anayo, hofu ya kupitwa na wakati. Mfumo unajua kuwa binadamu ni kiumbe wa kijamii anayetaka kufanana na wengine, hivyo wanakutengenezea bidhaa na mitindo mipya kila kukicha, ili uhisi hujakamilika mpaka ununue kitu fulani. Lakini hapa ndipo siri ya kwanza inapofichwa: inflation au mfumuko wa bei. Wakati wewe unatokwa na jasho kuongeza bidii kazini ili upata mshahara mkubwa, thamani ya shilingi unayopambania inapunguzwa kimya kimya. Ni kama unakimbia kwenye sakafu inaorudi nyuma, unatumia nguvu nyingi lakini unabaki pale pale. Kila mwaka shilingi yako inanunua vitu vichache kuliko mwaka uliopita. Huu ni wizi wa muda wako wanachukua masaa ya maisha yako na kuyageuza kuwa karatasi ambazo thamani yake inayeyuka kama barafu juani. Na mtego unazidi kuwa mkali pale unapojaribu kujinasua kwa kutumia madeni. Unachukua mkopo wa gari ili uonekane una maendeleo, unachukua mkopo wa nyumba utakaoulipa kwa miaka ishirini. Kwa nje unaonekana tajiri, lakini kwa ndani wewe ni mateka. Kila asubuhi unapoamka, huamki kwa sababu unampenda mwajiri wako unaamka kwa sababu benki inamiliki masaa yako ya mchana. Umewauzia uhuru wako kwa ajili ya vitu vya plastiki na chuma. Katika utamaduni wetu wa Kiswahili tuna msemo unaosema utu ni bora kuliko kitu, lakini mfumo wa kisasa umegeuza msemo huu. Leo kitu ndicho kinachoamua utu wako. Kama huna pesa, huna sauti. Kama huna mali, huna heshima. Hii si bahati mbaya. Hii ni architecture of control. Wanataka uwe na deni kwa sababu mtu mwenye deni ni mtu mpole. Mtu mwenye deni hawezi kusema hapana kwa mwajiri mnyanyasaji. Mtu mwenye deni hawezi kuacha kazi na kufuata ndoto zake. Mtu mwenye deni ni rahisi kutawaliwa kuliko mtu aliye huru. Umeaminishwa kuwa unachagua maisha yako, lakini ukweli ni kwamba unachagua tu rangi ya kuta za gereza lako. Swali ni je, nani alichora ramani hii, na kwa nini bado unaendelea kufuata njia inayokupeleka shimoni? Hapa ndipo tunazama ndani zaidi ya pazia hili la giza. Usidanganyiki na rangi za noti au namba zinazosomeka kwenye simu yako. Huu si mchezo wa hisabu, bali ni vita dhidi ya akili yako. Friedrich Nietzsche, mmoja wa watu waliopata kuona mbali zaidi katika giza la nafsi ya binadamu, alizungumzia dhana ya slave morality, maadili ya watumwa. Aligundua kuwa mfumo uliopo hautaki uwe shujaa wa maisha yako, unakuhitaji wewe uingamia ngamia ambaye sifa yake kuu ni uwezo wa kubeba mizigo mizito ya wengine, kuvumilia kiu na kutii amri bila kuhoji. Wanakuaminisha kwamba kuwa mnyonge, kuwa maskini na kuwa mtiifu ni sifa ya wema. Wanakuambia kuwa heri walio maskini, si kwa sababu wanataka uingie mbinguni, bali kwa sababu wanataka ubaki hapa duniani ukiwatumikia bila kunungunika. Huu ndio mtego wa kisaikolojia unaokufanya ujisikie fahari kwa kuchakaa kazini huku wale wanaomiliki muda wako wakizidi kunawiri. Wanapoliza dawa ya kulevya kwenye akili yako ili uone gereza lako kama hekalu la usalama. Naye Arthur Schopenhauer, mwanafilosofia kutoka Ujerumani, alituonya kuhusu mzunguko wa tamaa. Alisema kuwa binadamu ni kiumbe ambaye hajawahi kutosheka. Maisha yetu ni kama pendulum, tunasogea kati ya maumivu ya kukosa kile tunachotaka na upweki wa kukipata na kugundua kuwa hakitupi furaha tuliyodhani mfumo wa pesa unatumia udhaifu huu kama injini yake kuu. Una kuweka kwenye mzunguko wa kutamani na kuchoka. Leo unatamani simu mpya, kesho unatamani gari, kesho kutwa unatamani heshima ya kijamii. Kila unachokipata hakikupi uhuru, bali kinakuongezea njaa mpya inayokulazimisha kurudi tena kwenye lile shimo la kazi unaoichukia. Ni kama kunywa maji ya chumvi ili kukata kiu. Kadiri unavyokunywa ndivyo unavyozidi kuungua ndani. Hebu jiulize, kwa nini idara za makampuni makubwa zinaitwa human resources au rasilimali watu katika macho ya mfumo wewe si binadamu mwenye ndoto na hisia wewe ni rasilimali wewe ni betri inayotumika kuwasha taa za majumba ya matajiri na punde tu chaji yako itakapoisha utatupwa na nafasi yako itachukuliwa na betri nyingine mpya ya kijana mwingine mwenye nguvu ambaye naye amepotezwa mfumo huu unakuogopa ukiwa na akili huru Mtu anaweza kusema, sihitaji vitu hivi ili niwe na thamani, ni tishio kwa uchumi wa dunia. Mtu ambaye hawezi kutishwa na umaskini ni mtu ambaye hawezi kutawaliwa. Wanataka uwe sehemu ya kundi la kondoo wanaofata mkondo mmoja kuelekea machinjioni, huku mkiitana watu wa kawaida na kupeana moyo kuwa maisha ndivyo alivyo. Lakini hapa Kizani tunajua kuwa maisha hayako hivyo kwa bahati mbaya; umewekwa kwenye giza ili usione mlango wa kutokea siri ya nguvu haipo kwenye wingi wa fedha ulizonazo pekee, bali ipo kwenye uwezo wako wa kuivunja ile minyororo ya kisaikolojia inayokuambia kuwa lazima ufanane na wengine ili uheshimike. Wanamiliki benki, wanamiliki serikali na wanamiliki viwanda, lakini hawapaswi kumiliki utashi wako. Inatisha kuona jinsi tulivyopotezwa kwa muda mrefu, lakini sasa, hebu tuangalie hesabu halisi ya maisha yetu, hesabu chungu ambayo hakuna mwalimu wa shule wala mshauri wa benki atakayesubutu kukufafanulia. Hesabu inaopima thamani ya sekunde zetu dhidi ya uongo tunaoishi. Sikiliza kwa makini. Pesa unayoshika mkononi mwako, iwe ni noti ya elfu kumi, mshahara wa laki tano au sarafu ya mia tano, katika ulimwengu wa Kizani pesa ni muda wa uhai wako uliogandishwa. Kila shilingi unaomiliki ni sekunde dakika au saa ya maisha yako ambayo hutaipata tena kamwe. Unapoamka asubuhi na kwenda kuhangaika juani, iwe unauza bidhaa ndogo ndogo mtaani, unafanya kazi ofisini, au unavunja jasho kwa vibarua, wewe huuzi nguvu zako pekee, unauza vipande vya uhai wako. Unabadilishana muda ambao ni kitu chenye ukomo na kisichorudi, kwa pesa ambayo mfumo unaweza kuchapisha na kuichezea kadri unavyotaka. Hebu fanye hesabu hii ndogo ambayo itakushtua sana bila kujali kiasi gani unaingiza kwa siku, chukua thamani ya kitu chochote unachonunua, iwe ni bando la simu, viatu, chakula cha mgahawani, au kile kinywaji unachopata jioni ili upunguze machungu ya siku, kisha igawe thamani hiyo kwa kiasi unacholipwa kwa saa moja ya jasho lako. Utagundua kitu kinachotisha. Kile kinywaji hakija kugharimu shilingi elfu mbili, kimekugharimu masaa matatu ya uhai wako. Yale mavazi unayonunua ili uonekane mjanja mbele ya watu yamekugharimu wiki nzima ya kuamka mapema, kuvumilia dharau na kupoteza nguvu zako. Umekuwa mnyonge mbele ya vitu vidogo, kwa sababu umeaminishwa kuwa kumiliki vitu ndiyo kipimo cha utu. Huu ndio mtego wa kikatili kuliko yote, mzunguko wa kujikimu. Mfumo umekufundisha kutumia maisha yako ili upate vitu ambavyo havina thamani ya kudumu. Unajikuta huko kwenye mzunguko usioisha. Unafanya kazi kwa bidii ili upate pesa, kisha unatumia pesa hiyo kununua vitu vya kuziba mapengo ya moyo wako ili usahau jinsi unavyoteseka. Unabaki huna hakiba, hivyo unalazimika kurudi tena kazini kesho yake. Ni kama panya anayekimbia ndani ya duara, unatumia nguvu nyingi, lakini mwisho wa mwezi uko pale pale ulipoanza. Uliambiwa kuwa njia ya salama ni kufanya kazi kwa bidii na kusubiri pensheni au uzee. Huu ni uongo wa kikatili. Wanataka utumie miaka ujana wako wakati una nguvu na akili katika kuujenga ufalme wa mtu mwingine, kisha wakupe uhuru ukiwa tayari umechoka, unaumwa na mguu mmoja huko kaburini. Huu sio mpango wa maisha, huu ni mpango wa kuichuja rasilimali inayoitwa binadamu mpaka ibaki makapi. Hata kile kidogo unachojaribu kuweka akiba, mfumo unakiiba kupitia mfumuko wa bei. Thamani ya jasho lako inaliwa na mchwa wa siri, wakati wewe umelala. Unadhani unaokoa pesa, lakini ukweli ni kwamba unaokoa karatasi zinazopotea thamani kila kukicha, huku matajiri wakimiliki rasilimali halisi kama ardhi na muda wako. Huu ndio wakati wa kukubali ukweli huu mchungu: umaskini sio kukosa pesa pekee. Umaskini ni kukosa umiliki wako wa muda. Kama huwezi kuamua kesho yako utaitumia vipi, bila hofu ya njaa au bila kuomba ruhusa kwa mtu mwingine, basi wewe ni mateka, haijalishi unakula nini au unavaa nini. Kama huna mamlaka juu ya saa zako 24 wewe ni sehemu ya mali ya mfumo huo. Gereza linaweza kuwa na kuta za zege au kuta za suti na tai, lakini bado litabaki kuwa gereza. Swali linabaki, utaendelea kuuza uhai wako kwa vipande vidogo vidogo mpaka uishe kabisa, au uko tayari kuanza uasi wa kimya kimya dhidi ya mfumo huu unaokutafuna? Mlango wa kutokea upo lakini unahitaji ujasiri wa kutazama giza na kuona mwanga ambao wengine hawauoni. Sasa unajua ukweli, na ukweli una tabia moja: wakisha uona huwezi tena kujifanya huoni. Huwezi kurudi nyuma na kuendelea kuishi kama mtumwa mwenye furaha. Njia ya kutoroka kwenye gereza hili haianzi kwa kuwa na mamilioni benki. Inaanza hapa, kwenye akili yako. Inaanza kwa uamuzi mmoja mgumu, uamuzi wa kuacha kucheza mchezo wao. Kuanzia leo, aja kupima thamani ya maisha yako kwa vitu unavyovimiliki. Anza kupima thamani yako kwa muda unaomiliki. Uhuru wa kweli sio kuwa na uwezo wa kununua kila kitu, bali ni kuwa na uwezo wa kusema hapana kwa kila kitu kinachotaka kununua uhuru wako. Ili uweze kutoka, lazima uue ile njaa ya sifa iliyopandwa ndani yako na mfumo. Lazima uwe tayari kuonekana wa ajabu. Uwe tayari kuishi maisha ya siri, na uwe tayari kujenga ufalme wako kuanzia kwenye kivuli. Unahitaji nidhamu ya kikatili juu ya kila shilingi inayopita mkononi mwako. Kumbuka, kila shilingi unayoiokoa bila kuitumia kwenye mambo ya hovyo ni askari mmoja unayemweka kwenye jeshi lako la ukombozi. Lakini najua safari hii siyo rahisi, giza ni nene na mitego ni mingi. Ndiyo maana nimekuandalia mwongozo maalum kitabu ambacho hakifundishwi shuleni wala kuzungumzwa kwenye TV. Kitabu hiki nimekiita Ramani ya Kutoroka. Ndani yake nimechambua hatua kwa hatua jinsi ya kuikomboa akili yako, jinsi ya kulinda thamani ya muda wako, na jinsi ya kuanza safari ya uhuru wa kweli kuanzia pale ulipo sasa, hata kama huna kitu. Huu sio mwongozo wa kutajirika haraka, huu ni mwongozo wa kuwa huru. Kama uko tayari kuingia ndani zaidi na kupokea ufunguo wa gereza lako, fanya kitu kimoja sasa hivi. Tuma neno la siri RAMANI kwenda namba ya WhatsApp hiyo na kuzia kitabu hiki kwa bei rafiki sana. Si kwa sababu maarifa haya hayana thamani, bali kwa sababu nataka kila mfuasi wa Kizani aliyechoka na minyororo apate nafasi ya kutoroka. Kumbuka, mlango wa gereza uko wazi, lakini ni wale tu wenye ujasiri wa kutembea gizani ndio watafikia mwanga wa kweli. Usisahau kulike kusubscribe na kushare. Hapa ni Kizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.